Jambo la supu na Yanga ni hivi, kwa sababu supu asili yake ni mkono. E, alivyokuwa mkono wa Viola ndio ikawa supu ya kwanza kunywa kwa kwa mkono. Kwa hiyo tumekubaliana supu na Yanga ziende sambamba. Kwa hiyo kesho, unayo supu ya ngamia hapa makao mbali na mashabiki na wanachama wa Yanga ambao tumewaalika mbali na mashabiki na wanachama wa Yanga ambao tumewaalika, tunafahamu ndugu zetu sasa hivi wako kwenye msongo wa mawazo, wanapitia mazito kweli kweli, hawajui cha kushika, hawajui cha kufanya, yaani hawajui ni mbili au ni ishirini na mbili. Kwa hiyo tunawaalika pia ndugu zetu, kitaalamu, ngamia anatibu Maradhi hayo ya ini kama unasumsumu lini vingamia supu yake na tibu hiyo. Kwa hiyo watu, ndugu zetu ambao wana stress sasa hivi, pia kesho tunaomba kwa makuja. Muambie tunaomba, waje hapa kwa ajili ya kunywa supu ya ngamia kwa pamoja. Ya ng'ombe ile itachukiana na hii ngamia, tunaamini inshallah, watakuja kwa pamoja, tufurahike nao. Baada ya kutangazia ratiba hiyo, timu yetu kesho itafanya safari ya kuelekea Zanzibar. Inaondoka saa ngapi? Inaondoka vipi? Mimi mwenyewe sijui. <laughs> Na huo ni utaratibu wa mchezo mkubwa kama hiyo. Eh. Kwa hiyo katika hilo pia mtaniwia radhi zangu, waandishi wa habari, tukutaneni wapi? Zanzibar, Zanzibar. Lakini Yanga itaondoka kesho kuelekea Zanzibar. Inaondoka usafiri gani? Muda gani? Njia gani? Mimi mwenyewe sijui. Yanga itakuwa yuko Zanzibar, maana sasa watu wamekuwa wakitegea hizi zangu hizi, wanataka kusikiliza hapa na mambo yake vipi, sijui tunaondoka saa ngapi, tunaondoka na nini, na tunaelekea vipi uko Zanzibar, lakini najua Yanga itakuwa Zanzibar siku ya kesho inshallah, kuanza maandalizi ya mchezo huo wa ab. Sasa basi, tuje kwenye lengo maalum na masimama a anz taarifa na utaratibu wa supu kesho ya gamia, halafu na utaratibu wa timu za wasafiri na shukrani mbalimbali. Sasa basi ndugu zangu, wanjesha habari Jana usiku mpaka leo asubuhi nimeshuhudia watu wakilalamika sana sana. Maamuzi yalikuwa mengi mno, hatumtaki huyu, hatumtaki huyu, hatumtaki huyu. Mi nataka niwaulize swali, na nyie mkawaulize hili swali, hivi walifikiria nini? Yani, waliwaza nini kuja Benjamin Mkapa wakiwa hawajafanya mazoezi yaani yani, kwa utulivu tu, mkawaulize hili swali, walifikiria nini? Waliwaza nini kwenye vichwa vyao? Wakaja Benjamin Mkapa hawajafanya mazoezi, kuja kucheza na Yanga. Unajua kuna kucheza na Yanga alafu kuna kumzuia takoni walichokifanya tarehe nane kilichotokea tarehe kumi tare na tano walichokifanya tarehe ishirini na nne sijui, wakasusia press conference, wakasusia sijui kikao cha mechi. Ningewaona watu wa maana kama wangesusa kuja, sio? Unasusia kikao cha posa, alafu kwenye ndoa unaenda? yani a wakandae posa Unakuja kwenye kikao cha ndoa. Kuna maandalizi na Yanga isiina andalii yawatu halafu, maneno mengi kimya, oh, uu oh, kimya una oh, oh, kitu hey, oh, kimya huu oh, kumbe maskini ya Mungu wanadaiana bonasi yes, wanadaiana oh, bonus kimya kimyo, oh watu wafanye mazoezi ya asubuhi kwenye vikao, mchana kwenye vikao, watu wanataka chao, mnawaleta wacheze na Yanga kweli? Kwa mfano wangekubaliana kucheze pale, naye etimu ingekuja sasa hivi, hawajasawa hata kama kaalia

wameingia huko kwa sababu ma... si tu na watu na wanaje, ndio tunaona kama mtu kaenda msibani kafuta daftari la rangi afukaanza kulemba kuandika kwenye kuandika rai yake, ndio unakuja kwenye msiba, ndio ukifika tu kwenye mkapo unakufa, alafu unalemba lemba njia huku na kutoka huku na kwenda huko. Kwa timu ipi ya kutishia Yanga? kwa nani?

wote na walipochoka, wakakatia mwenzao moja, msawa, hili swali likawaumizi, mliwaza ni nini hamjafanya mazoezi, mkaenda mende mia. Na bahati nzuri hii timu nini yanashinikia, sababu na ndio inachoniua hivyo. Bahati mbaya, bahati mbaya inaniumiza kwa sababu mzee wangu leo anatumisha kwenye hilo kapu. Hivi kweli mnaenda kwenye dabi ya ubingwa, mzee mzuri? Dabi ya ubingwa, yani anayefungwa anaacha ubingwa. Hata watu wenu hamjawaandaa mako, unajua tu tujimwaya moya pale uwanjani tulikuwa no? eh, tuko wenyewe tu tarehe ishirini tuko wenyewe tunajimwaya moya tu pale